ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote hili sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la bwana wetu yesu kristo ninakualika katika mfululizo wa masomo ya siku kumi za maombi kwa mwaka wa 2026 mada kuu inasema kufunguliwa tumekuwa na mfululizo wa siku sita zilizopita tukiangazia mada mbalimbali zinazotuelekeza katika mada yetu kuu ya kufunguliwa Leo tutaenda kuiangazia mada ya siku ya saba. Mada inayosema wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu, shimali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya uzima. Asante kwa sababu ya baraka Asante kwa sababu ya namna ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi kwa mfululizo wa siku hizi kumi za maombi. Enda nasi tunapojifunza leo pia, katika jina la Yesu. Amina. Wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya 17 na 18, ndiyo fungu elekezi. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Maombi. Chunguza neno. Soma Yoeli sura ile ya pili aya ya 28 na 29. Neno la Mungu linasema, hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono, tena juu ya watumishi wenu wanaume na wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Ni nini kilitabiriwa kuhusu kumiminwa kwa Roho Mtakatifu katika kifungu hiki? Hekima kutoka kwa Ellen White: kusudi la Mungu kwa watoto wanaokuwa kando ya meko zetu ni pana, la kina na la juu kuliko ambavyo maono yetu yenye mipaka yanavyoelewa. Kutoka miongoni mwa watu duni kabisa, wale ambao waliwaona kuwa ni waaminifu hapo zamani, waliitwa kumshuhudia katika nafasi za juu mno duniani. Na vijana wengi wa leo, wanaokuwa kama Danieli alivyokuwa katika makazi yake ya Uyahudi, akijifunza neno la Mungu na kazi zake na kujifunza masomo ya huduma ya uaminifu, bado watasimama katika mikusanyiko ya kutunga sheria, katika kumbi za haki au katika nyua za kifalme, kama shahidi wa mfalme wa wafalme. Watu wengi wataitwa katika huduma pana. Ulimwengu wote unafunguliwa kwa ajili ya injili. Kutoka kila upande wa ulimwengu wetu huu huja kilio cha mioyo iliyopigwa na dhambi kwa ajili ya maarifa ya kumjua Mungu wa upendo. Ni juu yetu sisi ambao tumeyapokea maarifa hayo na watoto wetu ambao tunaweza kuwapa, kujibu kilio chao. Kwa kila kaya na kila shule, kwa kila mzazi, mwalimu na mtoto ambaye ameangaziwa nuru ya injili, huja katika wakati huu wa hatari swali aliloulizwa Esta malkia katika wakati ule muhimu wa hatari katika historia ya Israeli, ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Adventist Home ukurasa wa 484. Kusudi la maombi. Omba Mungu afanye maisha yako kuwa utimilifu wa unabii huu wa kale. Wanafamilia au marafiki. Shughuli ya kushirikiana: angalia wanafamilia au rafiki zako. Kila mtu ataje vipendeleo au ujuzi anaopenda kujifunza kutoka kwa mtu aliye ndani ya mzunguko huo. kama tunavyorithisha vipaji kwa familia na marafiki, ndivyo tunavyoweza pia kurithisha imani, ujasiri na roho ya kimishonari. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Chunguza neno. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya kumi na saba na kumi na nane na Malaki sura ile ya nne aya ya tano na ya sita. Matendo ya Mitume sura ile ya pili ya 17 na 18 imeandikwa. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naamu. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu nao watatabiri. Kitabu cha Malaki sura ile ya nne aya ya tano na ya sita imeandikwa. Angalieni nitawapelekea Elia nabii, kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Mwandishi anauliza, ujumbe wa Malaki unaandaa vipi mioyo ya familia ili kushiriki katika unabii wa siku za mwisho ulioelezwa katika Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya 17 na 18? Hekima kutoka kwa Ellen White Wazazi wanapaswa kwa namna ya pekee kujiona kama mawakala wa Mungu wa kuwafundisha watoto wao, kama alivyofanya Ibrahimu, kuishika njia ya Bwana. Wanahitajika kuyachunguza Maandiko kwa bidii, kujua ni ipi njia ya Bwana, ili waweze kuzifundisha kaya zao. Mika anasema, Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mika sita aya nane. Ili wapate kuwa walimu, wazazi ni lazima wawe wanafunzi, wakikusanya nuru kila wakati kutoka katika maneno ya Mungu, na kwa kanuni na mfano kuleta nuru hii ya thamani kubwa katika elimu ya watoto wao. Kutokana na nuru ambayo Mungu amenipa, ninajua kwamba mume na mke pale nyumbani wanapaswa kuwa mchungaji, daktari, muuguzi na mwalimu, wakiwafunga watoto wao kwao na kwa Mungu, wakiwafundisha kuepuka kila tabia ambayo kwa njia yoyote itapambana dhidi ya kazi ya Mungu katika mwili na kuwafundisha kutunza kila sehemu ya nafsi hai. Siri ya ustawi wa familia, ukurasa wa 152 na 153. Kusudi la Maombi. Mwombe Mungu akujaze na upendo wa ziada na kugeuza moyo wako kurudi kwa mwanafamilia yeyote ambaye unahitaji upatanisho naye. Familia ya kanisa. Ukaribisho. Ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote: kaeni katika vikundi vyenu vidogo. Timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo sifa. Vikundi vidogo, soma Yoeli sura ile ya pili aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke kwa maana siku ya Bwana inakuja kwa sababu inakaribia. Msifu Mungu kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu ambao katika aya hii unaitwa siku ya Bwana. Yesu anakuja tena. Wote imbeni wimbo wa sifa. Tubu, vikundi vidogo. Soma Yoeli sura ile ya ya pili aya ya kumi na mbili na kumi na tatu imeandikwa, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema naye hughaili mabaya. Mwombeni Mungu aigeuze mioyo yenu kabisa kumrudia yeye wote. Imbeni wimbo wa toba. Omba. Vikundi vidogo. Soma Yoeli sura ile ya pili aya 15 hadi 17. Neno la Mungu linasema: pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa; bwana arusi na atoke chumbani mwake, na bibi arusi katika hema yake. Hao makuhani, wahudumu wa Bwana, na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uwaachilie watu wako, ee Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu. Hata mataifa watawale juu yako. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Mwombeni Mungu amtume Roho Mtakatifu ili kukusanya vizazi vyote kwa mwana wake Yesu Kristo kabla wakati haujaisha. Wote imbeni wimbo kuhusu Roho Mtakatifu. Shuhudia Vikundi vidogo . Unda vikundi vya watu wawili au watatu ndani ya vikundi vyenu vidogo. Ulizeni na kujibu. Mungu alikusaidia vipi kufanya changamoto ya saa 24 ya jana? Changamoto ya saa 24 ya jana. Mwombeni Mungu awape ujasiri wa Kristo ili mshirikiane na wengine kuhusu kile anachokifanya katika maisha yenu. Ombeni. Mwombeni Mungu awaongoze kupitia Roho Mtakatifu kumwendea mtu anayehitaji kusikia ushuhuda wa kile Yesu anachokufanyia katika maisha yako. Shiriki habari za Yesu na mtu huyo. Kwa maandalizi ya kesho, someni Matendo 2 aya 17 na 18, Matendo 4 aya 24 hadi 31. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa kila mtu: jiungeni wawili au watatu mwambie mwenzako kuhusu mtu aliyekufundisha kumwamini, kumfuata au kumshirikisha Yesu ulipokuwa mtoto au kijana. Tunawezaje kuwa aina hiyo ya mlezi kwa mtu mwingine? Ibada katika neno, vikundi vidogo. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya pili ya 17 na 18 imeandikwa itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Mwandishi anauliza, unabii huu utatimia lini? kila kizazi kitakuwa kinashiriki nini kitakapojazwa na roho Mtakatifu? Soma Kumbukumbu -kumbu la Torati sura ile ya sita aya ya nne hadi ya saba. Neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu -kumbu la Torati sura ile ya sita aya ya nne hadi ya saba inasema sikiza, e Israeli, Bwana Mungu wako Bwana ndiye mmoja nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Mpango wa Mungu katika kifungu hiki unawaandaa vipi watoto na vijana kushiriki sehemu yao katika unabii wa Matendo mbili ya 17 na 18? Kuhusu siku za mwisho. Hekima kutoka kwa Ellen White: kwa hekima yake Bwana ameagiza kwamba katika mashirika ya elimu, familia ndiyo itakuwa kubwa kuliko yote. Nyumbani ndipo mahali ambapo elimu ya mtoto inapaswa kuanzia. Hapa ndipo palipo na shule yake ya kwanza. Hapa akiwa na wazazi wake kama mwalimu, anapaswa kujifunza masomo ambayo yatapaswa kumwongoza katika maisha yake yote, masomo ya heshima, utii, kicho na kujitawala. Athari za kielimu za nyumbani ni nguvu thabiti kwa ajili ya mema au mabaya. Njia nyingi ni za kimya kimya na polepole, lakini kama zikitumiwa kwa upande sahihi, zitakuwa nguvu kubwa ya ukweli na haki. Ikiwa mtoto hatafundishwa ipasavyo hapa, shetani atamfundisha kupitia mawakala kwa uchaguzi wake. Ni jinsi gani basi ilivyo muhimu shule hii ya nyumbani! Uangalie mduara wa familia kama shule ya mafunzo ambapo unawaandaa watoto wako kwa ajili ya utekelezaji wa wajibu wao nyumbani, katika jamii na kanisani. Adventist Home, kurasa 182. Kusudi la maombi. Kiongozi kwa wote: ombeni pamoja katika vikundi vyenu vidogo kwa ajili ya: moja. wazazi kuamua kwa makusudi kuwa walimu na walezi wa watoto na vijana majumbani mwao ili kuwafundisha kumwamini, kumfuata na kumshiriki Yesu. mbili. vijana na wazee washirikiane kwa pamoja kumshuhudia Yesu katika jamii na ulimwenguni kote. Wito. Kiongozi kwa wote: ni nani aliye hapa usiku wa leo anayehisi kusukumwa na roho kuwekeza muda na nguvu zake katika kuwaleta vijana ili wamwamini, wamfuate na kumshiriki Yesu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu? Tafadhali njoo ungane nami katika maombi. Changamoto ya saa 24. Kiongozi kwa wote Mwombeni Mungu awaoneshe namna bora ya kuthibitisha na kuimarisha safari ya imani ya watoto wenu au wale wa familia au jamaa zenu. Kabla ya ibada ya kesho, fanyeni mara moja wazo ambalo Mungu amewapa kwa ajili ya kumfikia mtoto mmoja. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya 41 hadi 47 kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Endo a mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku kumi za maombi. Hii ni siku ya saba. Mada ikisema wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi hapo kesho, tutajifunza mada isemayo penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Mungu atusaidie sana. Mungu aendelee kutufungulia. Hakika, huu ni mwaka wa kufunguliwa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.